Eh, hii ni Likasi. Hii ni Likasi mgodi wa KPM, dereva kafariki kwenye gari, mpaka sasa hivi washinda kumtoa katika gari. Madereva eh, hapa amechangamka madereva, ameshachangamka amefunga njia, hakuna magari ao kupita. Haya yote ni mavi, ashindwa kusogelea pale karibu, labda nipite pembeni pembeni kidogo, nipite pembeni pembeni kidogo Pimende, pimende kidogo, na, shika ukuta, na, shika ukuta. Na penzi mtazamaji, ilikuwa kwanza kupata matukio tafadhari, kubonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Katika mji wa Rikasi, eneo la mgodi wa KPM, madereva wazuia magari kuto kuingia ndani ya mgodi wakishinikiza uongozi wa mgodi kutoa mwili wa marehemu raia wa Zambia aliyefariki ndani ya kibini. Dereva Mohamed Suleimani Makupula, hapa hapa ni ndani ya mgodi wa KPM. Kuna dereva mwenzetu ambaye wa Zambia, Zambia amefariki ndani ya gari jana kwa mkia leo ila isipokuwa wamepewa taarifa uongozi wa mgodi ili waje watoe mwili kwa ajili ya mazingira mengine, lakini wamegoma mpaka saa hizi hawataki kutoa zaidi, wanaongeza tu ulinzi wa maaskari. Kwa watu hatuwaelewi. Kwa hiyo tunaomba ofisi muangalie hili swala hapa ndani ya mgodi wa KPM hapa. Hii ni habari ya muda huu na mimi ndio tuko hapa na watu, kama unavyoona umati huo, ni madereva. Kwa hiyo tunatoa taarifa hizi Tupo hapa na kama unavyoona watu wamezuia njia magari wa ya mgodi token, mradi mchina aweze kutoa msaada wa maiti token ndani ya kibini. Gari ni ya Kizambia, ila huyo dereva hatujamjua ni raia wa nchi gani. Wakati wa kufuatilia tukio hilo, dereva mmoja aliyopo katika eneo la KPM aeleza chanzo cha kifo cha dereva huyo raia wa Zambia, akitoa maelezo muhimu kuhusu mazingira ya tukio hilo. Nedeleva, nipo, apapaki, ni dereva ambaye nipo hapa parking ya KPM au maini ya KPM. Kwa hiyo ni kwa kuna tatizo limejitokeza hapa, utaaruki kidogo. Taaruki sio kidogo, au ni kubwa? Naweza ngasema ni kubwa, kwa sababu tumepotelewa na mpendwa wetu, dereva mwenzetu au shemeji wetu mwenyewe. Tunaitana mashemeji wa Zambia na Tanzania, tunaitana mashemeji. Huyu ndugu yetu bwana amepata mauti leo, amefariki. Taarifa, taarifa imetoka asubuhi, baada baada ya ya kufungua milango yake ya gari. Taarifa hiyo, baada ya kufungua milango yake ya gari, imekuwa taarifa milango yake ya gari kufunguliwa. Kwa hiyo imekuwa tumekuta jamaa amefariki kwenye kitanda kwenye gari aina ya Volvo amelala kwenye kitanda cha juu amefariki. Lakini huyu bwana huyu mauti wake anaonekana umemkuta, unakadiriwa kwamba uh, au una, inasemekana japo sina uhakika sana na hilo e, japo sina uhakika sana na hilo kwa sababu Mungu ndo anajua kila kitu. Huyu bwana alienda nje jana jioni majira kama saa kumi na moja kumi na mbili akaenda kupata pombe maarufu kunaitwa kabondo au kabondo ya buchungu. Alivyoenda kujipata hiyo pombe na mwenzie, akatoka kule akabeba kopu lake la kinywaji kimoja, kinaitwa jinja kin, no kinywaji kimoja kinaitwa konfu. Konfu ni kama Tanzania, ni kama energy ambayo inakaa kwenye kopo kama la grand grand malta ile kupu kama la stela. Kwa hiyo alivyotumia akalala, asubuhi tumekuta amefariki huyo ndugu yetu. Hali ya parking ni hali ni chafu sana, hali ni chafu sana ya parking, na kama hali chafu ya parking, sisi tupo kwenye hatarishi sana, hatarishi sana magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu Eh, kipindupindu na kadhalika na magonjwa mengine kama hayo sio homa za nini hizo homa za nyani sio nini, tupo kwenye hatua at, at ngumu sana, kwa sababu tunajisaidia mpaka kwenye misitu ya pembeni ya hii mine, kwenye misitu. Kwa hiyo hali ya hewa inapiga upepo mbalimbali, unasambaa kwenye hii mine pia. Kwa hiyo tunavuta tena ile harufu tena vinyesi vile ambavyo tume, tumejisaidia sisi wenyewe. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana pia serikali isitize kwenye hizi mine, kwenye hizi mine wawekeze kwenye masuala ya usafi pia kwa sababu, maini mpaka kuchukua kufikia hatua kuzalisha kopa imewekeza mabilioni ya fedha, mabilioni au matrilioni ya fedha. Kwa nini? Mbona kwenye kipande kidogo sana cha cha mazingira, ni kipande kidogo sana ambayo ni bajeti yake haiwezi kufika hata bilioni moja, inaweza kufika labda kwa magadilio kiasi kadhaa tu, hata kama ni bilioni moja, lakini sawa, lakini mazingira ya safi ya, ya pakini yanakuwa masafi kwenye pakini, kuna kuna zege. Shanyelewa. Kwenye parking kuna kuna zege, tunaekewa majiko mazuri, mabafu, eh choo kadhalika, eh hata sehemu ya kucheza ya kucheza ya kucheza bao, drafti. hata sehemu ya kupewa hata TV, tukaanza tukafuatilia vyombo vya habari, kujua nyumbani kinatokea nini, lakini kwa tujui chochote. Hatujui chochote kama sasa hivi tunasikia tu Tanzania kuna noti mpya imetoka. Hatujui hmm, noti mpya ipoje. Hatujui, hatuna taarifa zozote zile kutoka Tanzania mpaka mke wako kupigie simu ndio hivyo tunakuja kujua hivyo vitu kwetu. Naomba serikali za Kongo, Zambia, Tanzania ishauri kwenye migodi, nao pia watuwekee hivi vitu, mazingira usafi e, mazingira usafi, na sisi tutajitahidi kuwa wasafi kutunza mazingira rafiki, pia mabafu, majiko sehemu za, kama za michezo za kupunguza mawazo kama vile michezo e, kama jimu, sehemu e, ya kuangalia vitu vya taarifa za habari kwa Zimbabwe, utaangalia taarifa yao ya habari ya taarifa taifaao, ya kwa Tanzania. Maombi yetu ndio kwa serikali, kwa upande wangu mimi binafsi. Idha CHAWAMATA TV imebaini kisa kingine kilichokuwa kimejificha na kinahatarisha afya za madereva mgodini. Kisa hicho kilifichuliwa kupitia video zilizorekodiwa na dereva mmoja ambaye alikataa kutajwa jina lake. CHAWAMATA TV tunaendelea kufuatilia kwa kina hali hii na tutawaletea taarifa zaidi kuhusu matukio yanayoendelea katika mgodi wa KPM. Hizi zote gari zipo parking kule, ndo mwisho wa parking kule kule, ndo mwisho wa parking parking eh, kule ndo mwisho wa parking. Ona wale wengine ndo pale wanajiandaa, wanaika maji kwa ajili ya kuoga jioni, wanashindwa kwenda chooni kwa ajili ya kuoga jioni, naona gari zingine zili kule au wengine wako kwenye maandalizi maandalizi ya kupika hapa. Tunaenda kwenye chooni kwenye ule mnara unaoona pale, ule mnara pale, ule kama kibanda cha mlinzi pale, ndo mazingira ya chooni hawa. E, ndugu zangu, ndo narudi chooni kama hivi kujisaidia, narudi chooni hapa ndo tunaenda mazingira ya chooni, muone kama sisi tunapata tabu sana. Yani kipindupindu ni nje nje, sio itaifodi UTI, hiyo ni kitu cha kawaida sana. Lakini ndugu zetu wakija huko Tanzania, tukirudi tukisikia dereva amekufa tu huku, basi wanasema madereva wanakufa na ukimwi, umalaya mwingi. Lakini sio malaya mwingi huku, machangamoto tunakutana na changamoto mbalimbali, hali mbalimbali za kimaisha tunakutana nazo, tunapata tunateseka sana. Madereva wa Tanzania tunateseka sana sana sana, serikali tusikie kwa juu ya hili, isingatie basi yetu sisi lakini si, tunanyonywa mpaka kwenye hata kiunua mgongo tunanyonywa kwenye baadhi ya makampuni. Sasa unaona hayo maji, unaona hapo hayo maji. Hayo maji ni kuonyesha hapo kidole, haya maji una, choo kimejaa hicho choo, kimejaa maji yanatapika nje, maji yanatapika nje, ndio hicho unaona yote haya maji, maji choo imejaa, nitaenda kuonyesha Haya maji unayaona hapa yote yanatoka pale mbele pale, pale mbele pale kuna choo kimejaa, kinatema maji yanatoka nje. Unamwona ndugu yangu pale anasubiria kupata maji kwa ajili ya kwenda chooni, na ndugu yangu mwingine pale anaenda kuchukua kopo, anaenda kujaza maji kwa ajili ya kwenda kujisaidia chooni. Hasa angalia, haya makopo yote, haya makopo kwa ajili ya sisi kujisaidia, kutokuwa na maji mengi ya kutosha chooni. Maji yenyewe ndo nakaa kwenye kwenye nani, kama hilo kidude, kama hilo. Kuna madereva zaidi ya elfu mbili hapa ndani, kuna madereva zaidi ya elfu mbili eh. Haya ndo mazingira ya chooni. Haya ndo mazingira ya chooni, mazingira machafu ah mno, watu unapata matatizo mbalimbali kama kipindupindu, haya yote ya maji machafu. Haya yote ni maji machafu. Choo kimejaa huko kinatema, anatemea hapa. Afu watu wanakuja hapa wanakuja kuchukua maji ya kunywa na maji ya kupikia. Tutakuja kuchukua maji ya kunywa na kupikia. Hii huu ndo mlango wa kwenda chooni. Ila kuna watu sasa hivi wanajistili wanafanya mambo yao hapo, maana ndio kama ikulu wanasalimiana hapo na Rais Shekedi huku mlango mwingine tena wa chooni na mazingira maza mazima ya chooni, na ndugu hapa wakishatoka, wakishatoka chooni, wakishatoka chooni. Wakishatoka chooni nitaingia chooni moja kwa moja kukuchukulia video ya chooni. Unaona haya maji haya maji yote ha? Haya maji yanatoka, unaona, unaona hivi vyote ni vyoo nitaingia mle ndani japo kuchafu sana, nitaingia mle ndani nikuonyeshe, lakini hivyo vyo vinapitiliza vina vinajaa mavi. Haya yote ni mavi, haya yote ni mavi, haya yote ni mavi. Chemba unaiona ile pale, chemba ile pale, ile chemba pale imeshajaa inatema mpaka huku, na lile bomba, na muda mwingine linasaidia kufaulisha, lakini bado hakiwezi kukizi. Hasa naingia chooni, naingia chooni, itabidi unitumie sabuni ya kuogea. Unaona mazingira haya, mazingira unayoona haya, ni mazingira unayoona, unaona huu mfereji unaona, watu wanakunya kama u kwenye umfereji, wanakunya kwenye umfereji. Haya yote ni mavi, haya yote ni mavi. Unaona mazingira yacho, yote haya ni mavi na kuonyesha umeona, haya yote ni mavi, ni mavi mpaka kwa watu sasa hivi wameshindwa kuingia. Sasa unaona, haya yote ni mavi, nashindwa kukusogelea pale karibu, labda nipite upembeni pembeni kidogo, nipite pembeni pembeni kidogo nipite pembeni pembeni kidogo, nashika ukuta unanyona, nashika ukuta na kuonyesha. Sasa angalia hii, huo ndo hicho ndo choo sasa, hicho ndo choo, huo mfereji ndo choo chenyewe, na haya yote unayoona hapa ni mavi, haya yote unayoona hapa ni mavi, haya haya ni mavi. Na huyu mtu alikuja kujisaidia paka cha kopo pale, kwa hiyo maana unakanyaga mavi ya mwenzio unapata kujisaidia, umeona choo? Umeona? Kwa hiyo mtu anakunya pale, mwingine atakunya hapa, mwingine atakunya hapa na mwingine atakunya pale hapo kidogo ndo kuna ki, ki, ki, kidogo, kibati kidogo kiwai, unachukua hicho kibati unajistiri kidogo, unaficha makalio yako watu wasikuone vizuri, unaona. Kwa hiyo mavi yanatoka kule, yatapitiliza hapo, yatapitiliza hapa, yatapitiliza hapa, yataenda kwenye chemba, kwenye chemba moja kwa moja, ndio atakuja yataingia, yata, yata kwenye chemba, yakiingia kwenye chemba kule, ndio atakuja kutokea hapa, huu ndio mlango wa chooni, unaona. Mavi haya haya haya yote mavi chooni, haya haya yote ni maji machafu, haya yote ni maji machafu na unakuta mtu pakini amekosa mpaki kama pale kukaa kupiga stori na alikadhalika. Eh, kama unavyoona dereva yule kule kama unavyoona kule juu kule jamaa yupo kwenye container pale, anajiliwaza, anafanya mazoezi pale, anafanya mazoezi kwa sababu anakuwa na stress, anaona bora apunguze stress. Kama mwingine unamwona yule pale anatroti pale, anajionge kwa sababu cha kufanya hakuna, mazingira magumu, tupo kama jela, kama tupo fungani. Na hao wengine ndio wanakuja, na hao wana madumu yao wanaenda kuchukua maji ya kupikia, sasa hivi. Ndio wanaenda kule nilikotoka, kule chooni. Huku ndio nilikotoka, huku huku ndio nilikotoka. Na hao ndio wanaenda kule mazingira ya chooni kwa hiyo kuchukua maji ya kupikia na hizi ndogeli za ndugu zetu wa Zambia wengine, ambao wamepakia hapa na za Watanzania. Kwa hiyo mazingira ni magumu sana katika mgodi huu wetu wa KPM, na sio mgodi huu tu. migodi ya Kongo asilimia kubwa yote mazingira yake ni magumu. Naona kama ndugu yangu paa anahangaika na majukumu yake madogo madogo, lakini mazingira si rafiki. Afanyaje? anaenda wapi anaenda wapi? Anapambana na hali yake hivyo hivyo. E, kuna wengine kama hivyo washajipunzisha kwenye vyumba vyao, kuna wamefungua milango yao wamejipunzisha kwenye vyumba vyao. Kwa hiyo mazingira yetu ni magumu mno kwenye migodi mbalimbali mbali ya Kongo. E, kila mmoja akisema tume ripoti zake za Kongo, kila mmoja akisema tume ripoti zake za Kongo, kwa kweli hata wake zetu waweze kuturuhusu tuje huku safari yetu. Haya ndo mazingira ya migodi wa KPM. Unaona hata hiyo kijani kijani no maji machafu yote, ni mazingira hawa ndugu zetu. Unaona anaenda nje sio kama, wanaenda unaona anacheka wanatabasamu, sio kama wana furaha. So a kicheko kina furaha, vicheko vingine vya huzuni tu, ila ndo wanaamua kujichanganya kama hivyo waendezao nje. Lakini vyo hivi tunatumia sisi madereva tu hivi hivyo tunatumia sisi madereva tu, hakuna mtu mwingine anetumia hapa. Naanza kutoka kwenye lango kuu la kutokea nje, pale unamwona kuna hao askari pale, analinda analinda ili kambi analinda na hao askari, hicho unachotumia tofauti na sisi. Na yule pale askari wa kichina anaingia ndani ambele, kama mkuu wa kambi hapa. Kwenye ile geti, hilo ni basi ambalo linaingia ndani, linaingiza wafanyakazi. Eh, naingiza wafanyakazi hapa, natoka nje, natoka nje. Hivi viti kwa ajili ya walinzi, wanakaa hapa walinzi tunaingia kwenye misitu ya kule, unaona e misitu kama hii tunaenda tusaidia saidia kama humo. Hapa ndo nje ya maini, na baadhi ya wafanyakazi wengine madereva wajiandaa kwa ajili ya kwenda zao mjini. Kwa hiyo hapa ndo kwenye barabara kuu, hii barabara hii ambayo inaenda kwenye maini mbalimbali. Hapa huu ndo, hii ndo lango kuu la maini ya KPM, KPM. hii ndo maini ya KPM Haya ndo mazingira ya maini ya KPM na hapa ndo shughuli zote zinavyoendelea. Kabineti ya ulinzi ipo hapo, ipo salama, inaangalia ulinzi kwa usalama kwa ajili ya mali zao zisiibiwe zisi, lakini sio usalama kwa ajili ya afya yetu sisi kwa Ndo geti kuu la KPM la kuingilia. Hili ndio geti kuu la KPM la kuingilia. Nitakupa ripoti zingine endapo utafika kesho kwa sababu hapa mazingira magumu, tunasubiri tu tamko la ndugu wetu wa Kizambia atarudi vipi, watamrudisha vipi nyumbani kwao. Na mimi sasa hivi naingia tena kambini kwangu, ndugu yangu, sina lingine la kufanya zaidi ya hilo. Nasema asante sana kaka. Nikutakie kazi njema na majukumu yako mema.